Kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zinaendelea kupata makali huku wagombea nafasi mbalimbali mbali, lakini pia vyama vya kisiasa vikiimarisha kampeni zao kutafuta ridhaa ya wananchi wakati wa uchaguzi mkuu utakapoandaliwa Novemba 29, mwaka huu. Mgombea wa nafasi ya rais kupitia chama cha CCM Taifa, Mama Samia Suluhu Hassan anaendeleza kampeni zake katika mkoa wa Tanga baada ya ziara yake ya kampeni ukanda wa pwani ambako alitangaza kujenga bandari mpya ya reli huko Bagamoyo iwapo atapata ridhaa ya Watanzania kuiongoza nchi hiyo tena kwa kipindi kingine cha miaka mitano ijayo. Nataka niwaambie kwa wilaya hii ya Bagamoyo mambo ni makubwa. Tumefanya makubwa, yanayokuja ni makubwa zaidi, ndugu zangu. Ni makubwa zaidi. Wakati Rais Samia akiwa Tanga leo Jumatatu, Septemba 29, mgombea mwenza Daktari Emmanuel Nchimbi anaendelea na mikutano yake ya kampeni kunadi sera za chama chake katika eneo la Ubungo mjini Dar es Salaam. Katika miaka mitano inayokuja, serikali ya CCM imedhamiria kuzalisha ajira mpya katika sekta rasmi na sekta zisizo rasmi milioni nane milioni mbali na chama cha CCM pia kuna vyama vingine kumi na vinane ambavyo vimo katika kinyang'anyiro cha nafasi ya urais chadema kinachoongozwa na Tundu Lisu ambaye kwa sasa anakabiliwa na mashtaka ya uhaini hakitashiriki uchaguzi mkuu wa urais na wafuasi wake wakiongozwa na mwanasiasa John H. wanaendelea kuishtumu CCM kwa kuikandamiza upinzani hii kesi haistahili kuwepo mahakamani siyo leo jana kwa sababu ni kesi ya uongo Mmemsikiliza nguli kabisa kwa masuala ya kisheria Tundu anavo, eh, eh, gama, kama ni mpira tunasema ni Messi amekutana na watu ambao mabeki hawaelewi, goli liko wazi, anajifungia tu magoli. Mmesikia Me, wenyewe anavyochambua mambo kwa kina, na kitu kimoja ambacho nampendea mwenyekiti wetu yuko very thorough, hakuna nafasi anaacha kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya siasa za vyama vingi nchini Tanzania, wapo wagombea wanawake watatu akiwemo Samia Suluhu Hassan wa CCM anayewania muhula wake wa kwanza kama mgombea urais baada ya kuingia madarakani kufuatia kifo cha aliyokuwa rais John Pombe Magufuli. Tukimaliza hiyo kazi, tuna jukumu la kuweka kongani za viwanda kila wilaya na kwa Muheza hapa, kwa Muheza hapa tutakuja na viwanda vya kuongeza na kusindika kuongeza thamani kusindika matunda, lakini pia mazao ya viungo, ndiyo mazao ambayo tunaona Muheza yanalimwa kwa wingi. Mwajuma Noti Mirambo ni mgombea urais kupitia chama cha United Multiparty Democracy UMD. tunaamini katika sera za majimbo na katika kuwa na sera za majimbo tunaamini kila Mtanzania pale alipo ata, ata, ataweza kufurahia uchumi ulioko, ulioko katika eneo lake lakini uchumi pia katika taifa lake, sera ambazo ni rafiki kwetu, sera ambazo zitamkusa kila Mtanzania katika kuhakikisha tunainua uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini uchumi wa taifa kwa jumla. Sisi kama UMD tunaomba Watanzania watuunge mkono katika kutupigia kura itakapofika wakati wa kupiga kura, kwa sababu vipaumbele vyetu ni vipaumbele ambavyo ni rafiki kwa kila Mtanzania. Pia katika uchaguzi huu yupo Saumu Hassan Rashid wa United Democratic Party UDP, na aliye pia katibu mkuu wa chama hicho akijikita katika ajenda ya usawa wa kijinsia. Hii ni mara ya kwanza Tanzania kushuhudia idadi kubwa ya wanawake wanaowania kushika nafasi za juu za uongozi wa nchi hiyo. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Eric Ponda. Coco FM, Ladha ya Pwani.